Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki kutokea popote pale ulipo, siku ya leo ninayo furaha tena kukualika na kukukaribisha tuwe pamoja tunapoendelea uh, kuchambua neno hili tunapoendelea na siku hamsini za Pentekoste uh, Pentekoste, kwa kweli bado siku kadhaa ziko mbele yetu, na Mungu yuko upande wetu, anaendelea kutupigania na kututetea. Tunaamini kabisa Mungu hajatuacha wala kutupungukia. Ndani ya siku hizi hamsini tutakuwa tukizungumza mambo mbalimbali yanayohusiana na Roho Mtakatifu, mambo mbalimbali yanayohusiana na Pentekoste yenyewe, mambo mbalimbali yanayohusiana na kunena kwa lugha pamoja na nguvu za Mungu na mtembeo wa Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu. Basi ni kukaribishe siku ya leo, tupo ndani ya siku ya ishirini na mbili tunapiga hatua kwa hatua na tunamwamini Mungu. Mungu atatupatia ushindi, Mungu atatupatia nguvu na tutafika mwisho kwa ushindi kabisa. Kwa hiyo, siku ya leo yapo mingine ambayo nimeandaa kwa ajili yako ili tujifunze kwa pamoja. Karibu, na Mungu wangu akubariki. Barabara kabisa, barabara kabisa. Basi siku ya leo ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda moja kwa moja kwenye neno la Mungu, na bila kupoteza wakati, siku ya leo kitabu kinachotuongoza ni kitabu kile cha Isaya sura ya thelathini na mbili na mstari ule wa 14 ambapo Biblia inasema, maana ikulu ya mfalme itaachwa mahame, mji huo wa watu wengi utahamwa. Jambo la kwanza tunapoanza hapa kuangalia neno la Mungu linatuonyesha mambo ambayo ni negative, mambo ambayo ni hasi, mambo ambayo sio mazuri. Awezi kutegemea ikulu kwamba itaachwa. Tunajua kwamba ikulu ni watu, tena wenye vyeo vikubwa, wanakimbilia, wanaenda kuzungumza na wafalme, wanaongea mambo makubwa, mambo ambayo yataleta hatima ya taifa kwa ujumla. Lakini Biblia inatuambia itaachwa peke yake, hakutakuwa na mtu wa kuihurumia. Tena miji ambapo watu wengi walikaa watu watahama. Kwa hiyo huu ulikuwa ni wakati ambapo mambo mabaya mambo yasiyopendeza yalikuwa yanaendelea. Mlima na mnara wa mlinzi utakuwa mapango milele. Kumbuka hiki kitu kimetajwa kwamba ni milele, ni mlima pamoja na mnara wa mlinzi. Milimani ndo watu ambapo walikuwa wanakwenda kukutana na Mungu. Sasa achana na ile milima, sehemu nyingine kwenye Biblia imetumia milima kama vikwazo au upinzani, lakini sehemu nyingine vilevile milima kwenye Biblia au mlimani ni mahali penye uwepo wa Mungu. Akina Musa walienda katika mlima wa Mungu ili kukutana na Mungu, na Mungu hata anaongea kwenye zile zaburi, kama Zaburi ya 24, Mungu anauliza ni nani atakayepanda katika mlima wangu mtakatifu, kwa ajili ya kukutana na Mungu. Na sifa za mtu ambaye anastahili kupanda mlima wa Mungu zimeandikwa pale vizuri kabisa kwenye Zaburi ya 24. Kwa hiyo, mlima wakati mwingine ni picha ya uwepo wa Mungu. Sasa Mungu hapa anasema mahali kitu au mahali palipokuwa panabeba uwepo wake. Mnara wa mlinzi, haya ni maeneo maalum ambapo walinzi walikuwa wanakaa kwenye minara kwa ajili ya kuangalia. Awa walinzi walikuwa wanaitwa watchers. Watcha, yani wanawochi, wanaangalia, wanatazama adui asija kaingia bila walinzi kujua. Kwa hiyo walinzi wanakuwa watu wa kwanza kuona hatari kabla ya watu wengine hawajaona. Hii ni picha ya waombaji. Kwa hiyo uwepo wa Mungu na waombaji, yani uwepo wa Mungu unaondoka na waombaji, watu watakaoomba ili uwepo wa Mungu ushuke, au makuani, watu ambao wanabeba mzigo kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya wilaya au kijiji au mkoa, hawatafanya kazi hizo tena, lakini watakuwa mapango milele. Unakumbuka Yesu alipokuja kwenye ile hekalu ambalo, wakati Sulemani amelijenga akakamilisha, akasema hekalu hili ndipo mahali atakapofanyika maombi. Lakini baadaye tunaona maombi hayakufanyika tena, mambo yalibadilika. Na Yesu alipokuja akakuta watu wameshaacha kuomba, watu wapo kwenye biashara. Yesu akajiuliza swali, kwa nini mna badilisha nyumba ya Baba yangu ambayo ilikusudiwa kuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa nini? Yesu akawa anauliza hayo maswali. Kwa hiyo mapango ni mahali ambapo palikusudiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, uwepo wa Mungu pamoja na maombi. Maombi hayafanyiki basi, hilo eneo linakuwa pango. Kwa hiyo unaona, tayari kuanzia kwe kwenye mstari wa 14 ni, ni mambo mabovu, ni mambo mabaya, ni mambo yasiyofaa, ndiyo tunayoelezewa hapa. Biblia haikuishia hapo kwenye mambo mabaya, ikaendelea ikasema, punda mwitu watapita pita huko kwa furaha. Yaani sehemu ambapo tulikuwa tunajua kwamba wafalme wanakaa ikulu huko, alafu na sehemu ambapo milimani watu wanaenda kutafuta uwepo wa Mungu kwenye minara ya walinzi, ambapo kuna walinzi wanasimama kwenye zamu zao, sasa hivi ni punda tena, punda mwitu ndio wanapita huko tena kwa furaha kabisa, wanashangilia mambo ya Mungu hayaendelei, program za Mungu zimekwama kwa ajili ya haya mambo yaliyokuwa yakiendelea. Na Biblia ikaendelea kusema kwamba kondoo watapata malisho yao humo, yaani baadaye yale mambo yaliyokusudiwa kwa ajili ya kazi za binadamu hayafanyiki tena, mambo yamekuwa mabovu, hayaeleweki, mpaka majani yameanza kuota ikulu majani yameota kwenye haya maeneo ambapo hayakutakiwa majani kuota, lakini kondoo ndo wanaenda huko kula malisho yao na kupata vyakula vyao. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo hayakuwa mazuri yaliyokuwa yanaendelea. Sasa na mstari wa kumi na tano ndo anatueleza jambo lenyewe. Biblia inatuambia hali itaendelea kuwa hivyo mpaka Unaona, kwanza hii sentensi ya kwanza hapa juu, hali itaendelea kuwa hivyo. Kuna wale watu ambao huwa wanajitia moyo, wanasema kwamba the time will tell, au hili jambo lipe muda tu litabadilika lenyewe. Naomba nikwambie, sio kila jambo ukilipa muda linabadilika. Kama hamna chochote unachokifanya jua kwamba hakuna chochote kitakachotokea. Labda nikueleze ili ulijue vizuri kabisa, kama hamna kitu unachokifanya jua kwamba hamna chochote kitakachotokea. Jambo unalipa muda endapo kuna kitu unaendelea nacho, labda kuna maombi unaendelea nayo, unasema hili jambo litabadilika, lakini upo tu umekaa eti jambo unalipa muda lije libadilike lenyewe, hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo hapa Biblia kabisa ikatuhakikishia mambo mabovu, mambo yasiyofaa, yataendelea kuwa hivyo hivyo mpaka mabadiliko yatokee. Ni mabadiliko gani hayo? Akasema mpaka tumiminiwe Roho ya Mungu kutoka juu. Haleluya, haleluya, haleluya! Mambo yatabaki kuwa hivyo hivyo, magumu, mabaya, mambo hasi, mambo ya kukatisha tamaa, tumiminiwe roho ya Mungu kutoka juu. Sasa, jamani, Mungu roho wake ametupatia bure. Ingekuwa tunalipa kiasi fulani au kuna gharama fulani tunachangia, tungesema hapo wengine hawataweza kupata. Lakini wewe kazi yako ni kumpokea Roho Mtakatifu. Haleluya! Biblia hapa tayari imeshatuambia, kuna mambo hayatawezekana, kuna mambo hayatabadilika, kuna mambo ambayo yataendelea kuwa hivyo hivyo, tena yatakuwa mabaya zaidi. Mpaka kitu gani kitokee? Mpaka tumiminiwe roho ya Mungu kutoka juu. Haleluya! Hapa ndo maana tunajifunza habari za kumtegemea Roho Mtakatifu, habari za kumkimbilia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kila kitu katika maisha yetu. Usimwache roho mtakatifu, mambo yatakuwa mabaya zaidi. Kuna watu wamekwama, kuna watu wameona mambo yanakwenda ndivyo sivyo, anaamua kukimbilia kwa mganga wa kienyeji. Jua kwamba unatafuta masuluhisho ya muda tu, siyo suluhisho la kudumu. Suluhisho la kudumu linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake, lakini huku duniani utakimbilia madawa mengi, matibabu mengi, mpaka umiminiwe roho kutoka juu. Mtambue Roho Mtakatifu, mtegemee Roho Mtakatifu, mshirikishe Roho Mtakatifu kwenye kila jambo na katika kila hatua ya maisha yako, utashangaa matokeo yake. Sasa tuende moja kwa moja tuone neno la Mungu linasemaje. Neno la Mungu lasema kwamba hapo jangwa litakuwa shamba la rutuba tena. Haleluya! Unaona, hiki kitu tayari kilishakuwa jangwa, kilishakuwa ukame, lakini Biblia inatuambia litakuwa tena ni shamba lenye rutuba, sio shamba tu ni shamba lenye rutuba, na sio kwamba ni rutuba ya ambayo ni feki au rutuba ambayo inabidi uinunue uje uiweke. Ah, ni shamba lenyewe lina rutuba. Unaona, Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako, hata kama ndoa yako imekauka haieleweki, hata kama maisha yako yamekauka yamesha kuwa jangwa, haijalishi kazi unazozifanya zimesha kuwa jangwa. Yaani mambo yataendelea kwa hivyo mpaka utakapopokea Roho Mtakatifu. Sasa utakapopokea Roho Mtakatifu wa Mungu kutoka juu, sio roho wa chini, sio roho wa dunia hii, sio mapepo na majini na ujanja ujanja wa nguvu za giza na irizi na vitu vya namna hiyo. Hapana, mpaka tutakapomiminiwa Roho ya Mungu kutoka juu mbinguni, kinachofuata hapo Biblia natuambia shamba litakuwa na rutuba tena, na Biblia inaendelea na shamba ya rutuba yatakuwa msitu, yaani shamba litakuwa kubwa kama vile msitu. Unajua, tumezoea tu kuona aa, shamba linakuwa na kipimo fulani, mimea au yale mazao yanaota au yanakua kwa kiwango fulani, lakini msitu vinakuwa ni vitu vimetapakaa, miti mirefu, miti mikubwa, miti mipana, hiyo inapatikana msituni. Sasa Mungu anasema ile eneo ambalo lilikuwa jangwa kwenye maisha yako, yale mambo ambayo yalikuwa si sinto fahamu kulia na kushoto, haujui kitu gani kitaendaje, haujui mambo yatakuwaje, roho wa Bwana atakuwa pamoja na wewe. Roho wa Mungu atakupigania, roho wa Mungu atakutetea. Utashangaa kuona lile jangwa kwenye maisha yako linabadilika kuwa shamba lenye rutuba, au lile shamba lenye rutuba linakuwa msitu. Tuchukulie labda ni tumbo lako lilikuwa halizai kabisa, hilo ni jangwa, huo ni ukame katika tumbo. Sasa Biblia inatuambia hilo litageuzwa kuwa ni shamba lenye rutuba, shamba lenye rutuba. Tumbo lako litazaa watoto wa kutosha. Hata hivyo hivyo kwenye habari ya kiroho, kama ulikuwa ni mtu usiyezaa, ni mtu ambaye huwezi kuhubiri neno la Mungu, watu wengine wakapokea, watu wengine wakaokoka, sasa utazaa watoto wa rohoni wengi, tena mpaka baadaye, shamba lenye rutuba litabadilika kuwa msitu, utakuwa ni taifa kubwa lisilohesabika. Amua kuanza na Roho Mtakatifu ukianza na Roho wa Mungu, mambo yanakuwa mazuri. Ukitumia tu ujanja ujanja na akili zako utakwamia hapo. Wewe mtangulize Roho wa Mungu, usubiri Mungu akumiminie roho wake. Na unasubirije? Kwa kuliamini neno lake, sio kwamba unakaa labda mpaka Mungu aamue kutu Kutumiminia Roho Mtakatifu ni kwamba ilipofika ile siku ya Pentekoste, matendo ya mitume sura ile ya pili, ndipo siku ambayo Mungu alishaamua kumimina, akamwachilia, akamwaga Roho Mtakatifu duniani, ili kila amwaminie aweze kumpokea na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu uonekane kwenye kila hatua ya maisha yetu. Haya ni matokeo ambayo Mungu anayataka kwenye maisha yetu, na sisi tunayataka sasa mtegemee Roho Mtakatifu, mwamini Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, niko hapo, unisaidie kugeuza ili jangwa liwe shamba la rutuba tena. Unaona hapa Biblia inavyosema rutuba tena rutuba tena, inamaanisha kwamba mwanzoni rutuba ilikuwepo mambo yakaharibika, ukame ukaingia, eneo likawa jangwa. Sasa Roho Mtakatifu anaweza kalirudisha likawa na rutuba tena. Haleluya. Haijalishi ni mambo gani ambayo yameharibika kwenye maisha yako. Haijalishi ni mambo gani ambayo yanakwenda ndivyo sivyo kwenye maisha yako, yupo Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia. Bila Roho Mtakatifu utakwama. Bila Roho Mtakatifu utatembea katika jangwa. Unaweza ukafikiri una hela, unaweza ukafikiri una uwezo wa kufanya chochote unachokitaka, lakini bila Roho Mtakatifu hautafika mwisho mzuri. Endelea kumtegemea, mwamini yeye, atakusaidia kwenye kila eneo na kila hatua ya maisha yako. Em, tuendelee kwenye mistari mingine, ili uone mambo mengine yaliyokusudiwa. Mstari wa kumi na sita anatuambia kwamba haki itadumu katika nchi iliyokuwa nyika. Kwa hiyo, mambo yote yalianza kubadilika lini? Yalibadilikia wapi? Ni pale ambapo Roho Mtakatifu aliachiliwa, ni pale ambapo Roho Mtakatifu alimiminwa. Na wewe mruhusu, unajua hakuna kipimo cha mwisho wala Mungu bado hajatulalamikia kwamba ametumiminia Roho Mtakatifu mpaka anakaribia kuisha mbinguni. Actually, ni kwamba ukweli ni kwamba bado hatujawa na Roho Mtakatifu ipasavyo, hatujamiminiwa Roho Mtakatifu ipasavyo. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kuliko vile tunavyoelewa. Sasa matokeo yake, ameanzia kule kwenye jangwa litageuzwa kuwa shamba lenye rutuba, na shamba lenye rutuba baadaye lita msitu sasa. Anatueleza mambo mengine atakayotokea katika nchi. Biblia inatuambia haki itadumu katika nchi iliyokuwa nyika, Uadilifu utatawala katika mashamba yenye rutuba. Haleluya, uadilifu utatawala. Je, unataka uadilifu utawale kwenye kazi zako? Unataka uadilifu utawale kwenye ndoa yako? Unataka uadilifu kwa watoto wako na kwenye kila eneo? Mruhusu Roho Mtakatifu ayajaze maisha yako. Mungu aendelee kumwachilia Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, ujae tena na tena na tena. Haya mambo yote yaliyoandikwa hapa, hizi ni baraka ambazo Mungu alizikusudia juu yetu. Mambo hayaishii hapo, mstari wa 17 anasema kutokana na uadilifu watu watapata amani. Haleluya! mstari wa kumi na sita unatueleza habari ya haki, mstari wa kumi na saba unatueleza juu ya habari ya amani. Unajua, kuna watu ambao wanafikiri haki na amani haviendi pamoja. Sasa inawezekana visiende pamoja kama hakuna roho mtakatifu. Narudia, bila roho mtakatifu havitaenda pamoja. Unaweza ukaitafuta amani lakini usipate haki, au ukaitafuta haki. Watu wengi wakafa katika swala zima la kupata haki, huku hauna amani sasa. Lakini katika Roho Mtakatifu vyote vinakwenda kwa pamoja. Ndio maana ile andiko linatuambia vilevile kwamba watu watapata amani utulivu na usalama utadumu milele, kama kule ilivyotabiriwa kabla ya Roho Mtakatifu kwamba mambo mabaya yataendelea, mambo yasiyofaa yatashamiri na yatadumu milele. Sasa hapa Mungu naye anatabiri vya kwake: baada ya kupokea Roho Mtakatifu, uadilifu, amani utulivu pamoja na usalama hivi vitadumu milele, kwa sababu Roho Mtakatifu yupo. Amua kumwamini Roho Mtakatifu, amua kumtegemea Roho Mtakatifu. Utashangaa matokeo ambayo utakuwa unayaona siku kwa siku katika maisha yetu ya kila siku. Haleluya! Biblia haishii hapo, inaendelea kwenye ule mstari wa 18 inatuambia watu wangu watakaa katika makao ya amani. Haleluya! katika maskani salama na mazindu matulivu. Kumbe inawezekana, Bwana katika ndoa yako kukaa katika amani, usalama na mazingira tulivu. Inawezekana katika kazi zako kukaa kwenye makao ya amani salama, pamoja na mazingira matulivu, kwenye kila eneo inawezekana. Usije ukafikiri tu kila siku ni vita, kila siku ni kupambana mpaka tunakuja kuingia mbinguni, ni vita, ni kupambana tu. Hapana kuna wakati wa kupumzishwa na kutulia, na Biblia ikaendelea ule mstari wa 19 ikasema msitu adui utatoweka kabisa na mji wake utaangamizwa kwa kuna mambo mabovu mabaya ambayo adui alikuwa ameyakusudia, na adui naye alikuwa ameandaa msitu wake, alikuwa ameandaa mambo yake mabovu. Sasa Biblia inatuambia Mungu ataondoa kabisa, na mji wake utaangamizwa. Mungu anataka watu wake wakae salama. Sasa wewe, jukumu lako, kazi yako, hiyo ni kuhakikisha unajaa Roho Mtakatifu, unafurika Roho Mtakatifu, Mungu anakumiminia roho wake mtakatifu. Sasa kuna watu ambao wanajaribu kupambana na adui kwa kupambana na adui yaani anamfata kabisa huo muda. Kwanini unapoteza muda wako kupambana na adui? Huo muda ungeutumia kwa Mungu, ukikaa kwenye uwepo wake, ukatulia na Roho Mtakatifu, ukapokea nguvu zake na uweza wake, Mungu akakumiminia roho wake kutoka juu. Haleluya! Mungu akikumiminia roho wake kutoka juu. E hey, hatimaye Biblia inatuambia msitu wa adui utatoweka kabisa, sio kwamba wewe utauondoa aa. Wewe kazi yako ni kukaa vizuri na Roho Mtakatifu, na matokeo yake Biblia inatuambia msitu wa adui utatoweka kabisa na mji wake utaangamizwa, sio wewe utauangamiza. Aa, mji ule utaangamizwa. Wewe kaa vizuri na Roho Mtakatifu, msikilize Roho Mtakatifu, kaa kwenye roho mtakatifu, roho mtakatifu akuongoze, roho mtakatifu akushauri, roho mtakatifu akuelekeze, kuelekeze namna sahihi ya kuomba na namna sahihi ya kutenda. Utashangaa msitu wa adui unatoweka na mji wake unaangamizwa kabisa. Alafu ule mstari wa mwisho ambao ni mstari wa ishirini, Biblia inamalizia kwa kusema lakini heri yenu ninyi sasa. Kwa adui msitu wake utaharibika na mji wake utaangamizwa, lakini sasa anapokuja kwa upande wetu sisi Mungu anapozungumza na watu wake anasema, lakini heri yenu ninyi. Heri manake mmebarikiwa nyie, mmebarikiwa nyie, hamtaangamizwa. Watu ambao mmechagua kutembea na Roho Mtakatifu, watu ambao mmechagua kushikamana na kushirikiana na Roho Mtakatifu, ninyi mmebarikiwa. Baraka zitaambatana na nyie, sio kwa sababu nyie macho yenu yapo kwenye baraka. Hapana, macho yenu yapo kwa Mungu, yapo Bwana Yesu yapo kwa Roho Mtakatifu. Sasa baraka zina kufuata wewe, kwa sababu umechagua kushikamana na Roho Mtakatifu, na Mungu akaendelea kusema kwamba mtapanda mbegu zenu popote penye maji. Haleluya, popote pale penye maji mtakapopanda mbegu zitakuwa. Akaendelea kwamba ng'ombe na punda wenu watatembea tembea watakavyo, maanake watakuwa na uhuru, maanake watakuwa na nafasi ya kutosha kufanya kile wanachokitaka. Haleluya, yaani hautaishi tena mahali pa kusongwasongwa songwa, mahali pa kubanwa banwa, utakuwa na uhuru katika kumtumikia Mungu, hata wanyama wako watakuwa na uhuru, familia ya yako ndoa, kazi, biashara, huduma utaifanya vizuri kwa uhuru, lakini jambo la msingi ni kuchagua kutembea na Roho Mtakatifu. Shikamana na Roho Mtakatifu, hawezi kukuacha Roho Mtakatifu mwamini, wala hata kupungukia kwenye jambo lolote. Sasa siku ya leo ninapohitimisha, ninatamani ni kuombe ili neema ya Mungu iwe pamoja na wewe isikuache kwenye eneo lolote. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo tukuza Bwana Yesu kwa sababu ni Mungu mkuu. Asante kwa Roho Mtakatifu ambao ulimwachilia kwa ajili yetu, nami siku ya leo ninawakabidhi watazamaji wote na wasikilizaji mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, ukawasaidie wakakae barazani pako Bwana Yesu, ukawamiminie na ukawajaze na ukawabatize kwa upya kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wakatembee na Mtakatifu katika viwango vya ajabu, viwango vya kutisha, viwango ambavyo havijawahi kuonekana katika siku hizi za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ikawatetee, neema yako ikawapiganie, neema yako ikawasaidie katika jina la Yesu Kristo. Wowote wale wanaopita katikati ya jangwa, wanaopita katika ukame, kwenye eneo lolote lile kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu ninatangaza jangwa hilo linageuzwa kuwa shamba lenye rutuba katika jina la Yesu Kristo, ile rutuba inarejezwa tena katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka rutuba kuanzia kwenye akili na ufahamu za kila anayesikiliza maombi haya katika jina la Yesu Kristo, akili zitafanya kazi sawasawa sawa. katika jina la Yesu Kristo, riko rama sakara paribo sekere korabasiki oh lile jangwa inageuzwa kuwa shamba lenye rutuba tena, katika miili yetu, kwenye eneo lolote lile ambapo kuna changamoto, kuna magonjwa, kuna madhaifu, ninaondoa hali hiyo ya ukame katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza uponyaji, natangaza afya njema. Oh, shamba la kuwa shamba lenye rutuba tena katika jina la Yesu Kristo, na matokeo yake kuwa msitu mkubwa. Kila Bwana ulicho kikusudia juu ya watumishi wako kitawapata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, iwe kwenye familia zao, iwe kwenye huduma zao, iwe kwenye shughuli mbalimbali wanazozifanya, wawe ni wanafunzi mashuleni, katika jina la Yesu Kristo, iwe ni katika ndoa na katika mahusiano, katika jina la Yesu Kristo. Natamka urejesho, natamka urejesho katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, riko ramasa Sakarakura baripo, sakarakura baribo. Siki Bwana Yesu utawasaidia watumishi wako, Bwana Yesu utawasaidia watumishi wako, watamjua Roho Mtakatifu na watatembea naye kwenye kila eneo na hatimaye o oh, utulivu, amani, usalama na mazingira mazuri vitaambatana pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini kwamba wewe ni Mungu mweza utakayetenda kwa ukubwa na kwa ukuu, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya Amen. Amen, amen. Basi, napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili yako wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki tangu mwanzo mpaka kufikia wakati huu. ni kutakie wakati mwema na siku njema. Roho wa Bwana azidi kuwa pamoja na wewe, akufundishe njia zake, umjue toka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka Rema Outreach Church, na Mungu wangu akubariki sana.